Mwaka huu somo langu nisifundishe mimi chochote, lakini maisha ya watu yazungumze. Kasema amemaliza, hawa baba askofu hata kwanza kutoa mada, ndio nimeshamaliza mada yangu, kwa unachohitaji kutoka kwako. Wamepita walimu mbalimbali, kapita mwalimu wa kwanza, mwalimu Baraka akazungumza thamani ya kipawa kinavyoweza kukutengenezea nafasi, thamani ya kipawa kinavyoweza kuketisha na wakuu thamani ya kipawa kinavyoweza kutransform maisha yako na uchumi wako ukabadilika, na akazungumza hatua mbalimbali. Kuna changamoto nyingi, inawezekana mwingine hata kipawa chako hukijui, unajisachi hapo, hukioni. Sasa pamoja na kujibiwa maswali pamoja na darasa lilopita, lakini Roho Mtakatifu ni mwalimu wa kutosha. Mwalimu wa pili amezungumza namna ya kuweza kuyatekeleza na kufikia maono yako, na amezungumza vitu vingi vya msingi sana na katika hayo unawezekana una struggle, maono yenyewe huya juu, au kuna watu umewaingiza katika maisha yako wamekuwa ni sawasawa na vikwazo kwa kutimiza ndoto zako, umekwama. Yani hapa tunapozungumza, umefika mahali ni kama uko round about ile pale, hujui ndeelekee Msata au uelekee Dar es Salaam au hurudi Bagamoyo. Usikate tamaa, Mungu yupo, Kristo Yesu alie njia kuweza kukupa njia hata pasipokuwa na njia lakini shuhuda umezisikia, umesikia shuhuda ya mchungaji Ernest Kikoti, the way ambavyo ameshare ushuhuda wake. Sio jambo rahisi kusema kwamba anajifunza kusoma akiwa na miaka 19, lakini anafahamu kuna watu ambao wameshindwa kutimiza ndoto zenu kwa sababu sekondari ulifeli, mwenzako alikuwa hajui hata kusoma, kwa sababu form 6 ukufanya vizuri, kwa sababu nyingi mbalimbali. Na niseme kweli, uh, mchungaji Kikoti ni mjasiriamali. Nimeenda kule nyumbani kwao Kidugala huyu bwana anafuga kuku kiasi cha kwamba ambacho mshahara anapata yeye pesa anapata yeye katika kuku anawazidi wengi miongoni mwetu mahali hapa, lakini nini ni kutambua Mungu amekupitia nini ndani yako. Sasa ninapohitimisha, pamoja utakavyokwenda kujitafuta, pamoja utakavyokwenda kusoma katika zamu yako, unajiona inafaa, ukidhani unahitaji msaada wa kiroho wa maombi, kwa hivyo sema Bagamoyo, nilikuja leo ninapopanda katika special haya, ninaporudi Dar es Salaam narudi nikiwa tofauti. Waliozoea kuniona nipo katika hali ambayo ni ya dunia kwa tamaa, hii ni mwisho. Ninavua vazi la kale, navaa vazi jipya, na Mungu atembee na mimi katika viwango vya juu sana. Unahitaji hiyo neema, pamoja na jitihada zako za kibinadamu, lakini unahitaji God's intervention, mwingilio wa kimungu katikati yako. Sogea hapa mbele, tuweze kusema maombi kwa ajili yako, bali tumalize kwa ratiba fupi ambayo ipo na kuendelea na ratiba nyingine. Unahitaji hivyo, nafahamu jambo la kwanza, mahusiano yako na Mungu ni kitu muhimu, lakini pili, kuomba neema ya Mungu ya kukamata, kusema kwamba yatosha, ili uweze kuishi katika hali hizo zote. Nitaimba haleluya subuhi.